Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana mpenzi mtazamaji wa kipindi hiki cha siku hamsini za Pentekoste. Mungu kwa kweli ametupatia neema, Mungu hajatupungukia wala Mungu hajatuacha wakati wote. Kipekee tunapenda kuchukua nafasi hii kumshukuru yeye ambaye anazidi kutupatia nguvu za kuendelea kujifunza habari za Pentekoste, kujifunza habari za Roho Mtakatifu, mambo ya kunena kwa lugha pamoja na na karama na matunda mbalimbali mbali ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ndani ya Pentekoste hii kwa siku ya leo tuko siku ya kumi na tisa katika siku hamsini. Kwa kweli bado safari ni ndefu tukifika nusu tutakuwa na ibada ya shukrani kabisa hapa ndani ya siku hamsini za Pentekoste. Kwao tunaenda hatua kwa hatua, na tunamwamini Mungu ataendelea kututetea, kutupigania na kutusaidia. Basi bila kupoteza wakati, nikukaribishe ndani ya siku ya kumi na tisa kati ya siku hamsini za Pentekoste. Karibu tuwe pamoja. Barabara kabisa barabara kabisa. Basi kwa siku ya leo tunapoendelea, leo tutakuwa tunaangalia kitabu kile cha Zekaria sura ile ya nne, tutaangalia mstari wa sita na wa saba. Zekaria sura ile ya nne na mstari ule wa sita na wa saba, ndiyo mambo ambayo kadha wa kadha ambayo tutakwenda kuyangalia siku njema ya leo. Biblia inaanza kwa kusema akajibu akaniambia akisema, hili ndilo neno la Bwana kwa Zerubabeli Sema, si kwa uwezo wala si kwa nguvu bali ni kwa Roho yangu asema Bwana wa majeshi. Aa, kitu gani ambacho tunataka tukiangalie leo kuhusiana na habari za Roho Mtakatifu kama nilivyokuambia, Pentekoste ni habari za Roho Mtakatifu anavyotutia nguvu na kutuendesha katika mambo kadha wa kadha ya usuyo neno la Mungu. Hapa Biblia inatuambia kwamba neno la Bwana lilikuja kwa ajili ya Zerubabeli, lilimjia nabii Zekaria na, na kumwambia si kwa uwezo wala si kwa nguvu bali ni kwa Roho yangu asema Bwana. Au, unajua vitu ambavyo watu wengi hawajui kuna mambo ya msingi ambayo watu hawajui, wanakimbilia yale mambo madogo madogo ambayo siyo ya msingi. Jambo la kwanza hapa, Mungu alikuwa anatuonyesha kwamba tunayoyafanya ni kwa nguvu za nani, ni kwa uwezo wa nani? Hapa anapoanza kusema kwamba si kwa uwezo, maana yake ni kwamba siyo kwa uwezo wa mwanadamu. Uwezo uliotajwa hapa ni uwezo wa mwanadamu. Akaendelea, wala si kwa nguvu nguvu zilizotajwa hapo ni nguvu za mwanadamu unajua tumefika wakati tunategemea nguvu zetu tunategemea jitihada zetu tunategemea maarifa tuliyonayo kukamilisha vitu mbalimbali mbali. Kufanya mambo makubwa, projekti za Kimungu, mambo ambayo Mungu alikusudia tuyafanye kwa uwezo wake na kwa neema yake, lakini sasa tunaanza kutumia akili zetu, tunaanza kutumia nguvu zetu, tunatumia uwezo, vipawa na karama mbalimbali tulizonazo sisi wenyewe bila kumshirikisha Mungu. Mungu hapa anakataa, anasema jamani, isi iwe hivyo. Acha kutumia nguvu zako, acha kutumia uwezo wako, wewe nitegemee mimi. Na kuacha kutumia uwezo na nguvu, simaanishi kwamba uende ulale eti kwamba ulale, alafu Mungu atafanya peke yake. Hapana, ni wewe kwa kushirikiana na Mungu. Kwenye vipindi vilivyopita, tulishawahi kuangalia lile neno kwenye Warumi sura ya nane ambapo Biblia inatuambia kwamba hatujui kuomba jinsi tupasavyo, lakini roho mwenyewe utusaidia udhaifu wetu. Maanake kwamba sio Roho Mtakatifu peke yake, hapana, ni Roho mwenyewe anakuwepo kusaidiana na sisi kulitimiza kusudi ambalo Mungu amelikusudia. Lakini usitumie uwezo wako bila kumshirikisha Mungu, usitumie akili zako bila kumshirikisha Mungu, usitumie nguvu zako bila Mungu. Yani ukisha muweka roho wa Bwana pembeni, hapa ndo maana Mungu akasema, bali ni kwa roho yangu, asema Bwana wa majeshi, asema Bwana wa majeshi. Ni kwa roho wake, hakikisha yote unayofanya unayafanya kwa roho wa Bwana. Ukifanya jambo lolote bila roho wa Bwana, Biblia inatueleza hata Yesu Kristo mwenyewe, ukisoma kule kwenye kitabu cha Webrania, kwamba Yesu mwenyewe alijitoa kuwa dhabihu kwa Roho Mtakatifu. Yesu huduma yake, unaona hata alivyoanza huduma yake, alianza alipopokea nguvu za Roho Mtakatifu, ndipo akaanza kumtumikia Mungu kwa viwango ambavyo Mungu alivihitaji. Wakati Yesu yuko seremala, hatujaambiwa moja kwa moja kwamba alikuwa amejazwa Roho Mtakatifu akafanya ule useremala, hizo kazi za kawaida ndogo ndogo, hizo ndogo ndogo ziliwezekana tu kwa namna ya kawaida. Lakini kuna vitu, kuna watu wanataka wafanye project kubwa, watu watu wanataka kubwa, wanataka wafike mbali, bila roho mtakatifu unakwenda wapi mpendwa? Tulia kwanza, hakikisha unapata nguvu za Mungu. Ukinyanyuka hapo, unaondoka kwa spidi, unaondoka kwa uwezo wa kimungu kudhihirisha yale ambayo Mungu anataka yatimie kwenye maisha yako. Kuna watu tu wengi wanajaribu kutumia akili zao, hawajaomba maombi, kufika mwisho hawana uhakika kama wamepokea jibu kutoka kwa Bwana. Ili mradi tu ameanza safari na ameomba, huyo anaendelea mambo mengine anasema kwamba yatajulikana mbele kwa mbele. Hamna mbele kwa mbele, hakikisha kwamba unafanya vitu kwa Roho wa Bwana, usitumie akili zako peke yake, usitumie nguvu za kibinadamu peke yake, usitumie maarifa ya kusoma darasani peke yake. Roho wa Bwana anaweza akakuongoza, Roho wa Bwana anaweza akakuwezesha, Roho wa Mungu anaweza akakufanikisha kufanya mambo ambayo yeye anataka yatokee kwenye maisha yako. Sasa wengi wetu tunachokifanya ni kwamba tunamtaarifu tu Roho Mtakatifu kwamba, Roho Mtakatifu, nina mambo yangu haya ninaendelea nayo, uyabariki tu hivyo hivyo. Sasa huwezi kujua mpaka hapo kufikia ni mapenzi ya Mungu. Au labda kama unaingia kwenye ndoa, unamkabidhi tu mtu mikononi mwa Mungu, Roho Mtakatifu, huyu mtu namweka mikononi mwako. Je, umempata? Ametoka kwa Bwana au ametoka wapi? Usikimbie tu na akili zako, usikimbie tu na nguvu zako, mtegemee Mungu. Mungu atakusaidia. Ndio maana hapa akatuma neno kwa Zerubabeli kwamba si kwa uwezo wala si kwa nguvu, bali ni kwa Roho yangu ya Mungu. Anasema jamani, usubiri Roho wangu afanye kazi. Unaona hata wakati ule wa uumbaji Roho wa Bwana alihusika. Roho Mungu akaingia kazini, mambo yakatokea. Vivyo hivyo na wewe ukimwamini Mungu, Roho Mtakatifu yupo kazini. Hatujawahi kupewa taarifa kwamba Roho Mtakatifu amechoka kufanya kazi. Alifanya kazi ya uumbaji, akahusika kwenye uumbaji. Labda nguvu zake zimeisha? No, yeye nguvu zake hachoki. Bwana Yesu asifiwe sana. Halemewi, hana madhaifu ya kibinadamu kama tuliyonayo sisi. Sasa acha kutumia uwezo wako peke yake, acha kutumia nguvu zako peke yake Mwamini Mungu, naye Bwana atafanya kwenye kila eneo la maisha, na matokeo yake, ukimtegemea yeye, ukajua roho wa Bwana ataniongoza kwenye huduma, roho wa Bwana ataniongoza kwenye malezi, ninawalea watoto, ninalea wajukuu, ninalea vijana, Roho Mtakatifu ataniongoza. Utashangaa atakavyokuelekeza vizuri, hata kama ndio una maarifa ya kwenye vitabu, umesoma nini na nini, sawa hivyo unavyo tayari, mtegemee Roho Mtakatifu katika kukusaidia kuyaweka hayo mambo kazini. Si kila kitu utajua namna kukiweka kazini pasavyo. Unajua, hata kuna wakati mwingine mtoto anaweza akakosea. Sasa mtoto akikosea, sio kila wakati utampiga au utamchapa. Uwezi ukaenda kwa formula. Uenda pengine labda amechoka ndo maana akafanya ilo kosa alilofanya. Kwa hiyo inabidi umsikilize, umwambie, wakati mwingine ufanye moja mbili tatu, lakini kuna wakati mwingine anakuwa ana challenge mamlaka ulionayo. Sasa hizo nyakati tofauti lazima uchukue hatua tofauti tofauti. Roho Mtakatifu anaweza akakuelekeza hatua sahihi ya kuchukua. Hata kama ni kwenye hatua ya kuonyesha upendo au jambo ambalo inabidi uonyeshe upendo, huo upendo utauonyeshaje? Sio kila siku umekariri kwamba ni kwa kufanya moja mbili tatu. Roho Mtakatifu anayo mawazo zaidi ya hapo ambao Biblia inatuambia hakuna mwanadamu ambaye isha kuyaona wala sikio alikuwahi kuyasikia wala hakuna mtu ambaye aliishawai kuona mambo haya ambayo yako ndani ya moyo wa mwanadamu. Kwa hiyo Mungu anaweza akakusaidia kabisa, mwamini na kumtegemea yeye. Basi tumalizie na mstari wa saba. Tunapoingia kwenye mstari ule wa saba, Biblia inatuambia, ni nani wewe e mlima mkubwa mbele ya Zerubabeli? Utakuwa nchi tambarare naye atalileta lile jiwe la kuwekwa juu kabisa pamoja na vigelegele vya neema, neema ilikalie. Kwa hiyo tayari hapa Biblia inatuonyesha kabisa moja kwa moja kwamba a kumbe, kulikuwa na mlima mkubwa. Tena Biblia inauita mlima mkubwa mbele ya Zerubabeli. Sasa huenda wewe umeshaona ni mlima mkubwa, lakini unataka kuanza kutumia nguvu zako peke yake, unataka kutumia uwezo wa kibinadamu. Sasa ukitumia uwezo wa kibinadamu, huenda usikamilishe hiyo kazi kwa muda unaohitajika huenda hata unahitaji miaka kama mia tano hivi ukitumia akili za kibinadamu ili kulikamilisha, lakini kama unataka kulikamilisha kwa namna ya Kimungu, basi unamuhitaji Roho wa Bwana. Tena huyu ni Mungu mwenyewe anayesema. Bora Roho Mtakatifu angesema jamani, mimi msinihitaji sana, nyiye fanyeni mambo yenu huko. Lakini Mungu mwenyewe anasema jamani, roho yangu mambo yote yanafanyika kwa roho yangu. Huo mlima mkubwa ulioko mbele ya Zerubabeli, huenda kuna mlima mkubwa kwenye afya yako, kuna mlima mkubwa kwenye kazi unazozifanya, kuna mlima mkubwa kwenye shughuli mbalimbali unazozifanya. Sasa jambo la msingi ni lipi? Ni wewe kumtegemea roho wa Bwana, ndipo huo mlima utakapoondoka, na sio kwamba mlima utapunguzwa. Hapa Biblia imetuambia kwamba mlima utakuwa nchi tambarare utakuwa nchi tambarare kwa hiyo unapokutana na changamoto unapokutana na mambo magumu unapokutana na sintofahamu kulia na kushoto mbele na nyuma majaribu uelewu unatoka wapi unakwenda wapi mtegemeo wa Bwana usiulize sana wanadamu unaona ukiomba Roho Mtakatifu anaweza akakuongoza kwenda kwa mtu fulani ambaye atakupatia ushauri mzuri na huo ushauri utakuwa umetoka kwa Mungu, kwa sababu Mungu alikuongoza kwenda huko. Tatizo tunakimbilia wanadamu, tunawatanguliza mpaka njia zote za kibinadamu zikwame, ndo tunarudi kwa Mungu, tunamwambia ee hey, Baba utusamehe, hatukujua hivi na hivi, tunaomba rehema zako, utusaidie sasa. Lakini ungeomba mwanzoni ingekuwa vizuri zaidi. Unaona, sio kwamba hata labda tunakataa. Mtu akiumwa labda kwenda hospitalini, unaweza ukaenda, lakini anza kwa maombi. Ukiomba haikuzuii kwenda hospitalini, lakini kuanza na vidonge, kuanza na osi, kila kitu, hospitali ndo inakuwa namba moja. Madaktari wakishasema haiwezekani ndo unakuja kwenye maombi. Je, kwani ungeanza kwa maombi Mungu uoni kwamba hata angekuelekeza kwa dokta sahihi ambaye angekupatia dawa sahihi, kuliko kwenda tu ukapata dawa ambazo sizo, tatizo likaongezeka zaidi. Muombe Mungu, mtanguli mtegemee roho wake, usitegemee akili za kibinadamu tu. Kuna watu wanasema bwana, yeye sio kila kitu cha kuomba, sio kila kitu cha kumshirikisha Mungu. Sio, hapana ki... Biblia inasema hivi, kwa kila neno tuombe na kushukuru, haja zetu zijulikane na Mungu. Narudia, kwa kila neno, kila neno manake kwa kila jambo Mungu anataka tumshirikishe yeye kila neno au kila jambo. Sio kwamba baadhi ya mambo unamwambia Mungu, baadhi ya mambo haumwambii Mungu. Hapana, ni kwa kila neno Biblia inatuambia, kwa kila neno au kwa kila jambo tumshirikishe yeye. Haja zetu zijulikane na Mungu. Kwenye Wafilipi 4 ndo anatuambia hayo maneno. Na ukifanya bila kumtanguliza Roho wa Bwana bila kumtanguliza Mungu kwenye unayofanya, ndo Biblia inasema unakuwa unajisumbua. Ndio maana Biblia inasema msijisumbue kwa neno lolote. Maana yake kujisumbua ni kuanza kutumia nguvu zako na uwezo wako na akili zako bila kuanza na Roho Mtakatifu. Anza na Roho Mtakatifu, tena, kama unaweza kunena kwa lugha, inakuwa vizuri zaidi. Unapata kama lisali moja, unaomba, unaomba, unanena, una kwa lugha. Baada ya hapo, Mungu atakupatia mawazo sahihi, hata usiposikia sauti ya moja kwa moja, sio kwamba kila mpaka uombe utasikia sauti kila mara, hapana. Hatua zako zitaongozwa na Mungu. Roho wa Bwana akiwa amekushika mkono, utatembea kwenye mapenzi ya Mungu tu, au utafika sehemu ujikwae, hivi inaelekea wapi? Hivi imekuwa kwaje? Mungu anasema si kwa uwezo wa kibinadamu wala si kwa nguvu za kibinadamu peke yake, bali ni kwa roho wangu, asema Bwana. Sasa kama ni kwa roho wake, anatuambia huo mlima mkubwa utakuwa tambarare. Alafu Biblia inatuambia naye ataliweka jiwe la kuwekwa juu kabisa pamoja na vigelegele vya neema neema. Kwa hiyo hapa jiwe la kuwekwa juu kabisa maanake nini? Aa, wale mafundi walipokuwa wakijenga nyumba au mahekalu au jengo lolote zamani zile, kuna lile jiwe wanaloliweka mwishoni kabisa ambalo linakaa juu. Sasa nyakati hizi ndo tunatumia mabati, tunaezeka kwa mabati. Enzi zile haikuwa mabati walikuwa wanaweka mawe huko juu kwenye dari, hata wale waliotoboa dari wakati wa Bwana Yesu. Mara nyingi sisi tunawaza mabati, kwa sababu majengo yetu mengi yamejengwa kwa mabati, kwa hiyo watu wanafikiri kwamba labda walikata mabati au walibomoa mabati. Hapana, mabati hayakuwepo, kwa hiyo walikuwa wakitumia mawe. Sehemu nyingine watumia matofali kabisa, mpaka nyumba kwa juu, kwa hiyo lile paa la juu linakuwa ni matofali kabisa. sasa hapa walikuwa wanaweka kwa mawe. Sasa kuna lile jiwe la mwisho kwamba jengo limekamilika, unachukua lile jiwe la mwisho unaliweka, kwamba kazi imekamilika. Sasa hapa Mungu mwenyewe anasema, endapo ukimshirikisha Roho wa Mungu kwenye mambo yako mbalimbali, utaweka jiwe la mwisho kwa vigelegele vya neema, neema Manake utaruka ukishangilia, utakuwa unamshukuru Mungu, kazi hiyo imeenda, sio kwa nguvu zako. Neema neema maanake ni upendeleo, maanake kuna upendeleo wa Kimungu. Wewe utakuwa tofauti na yule mtu anayetumia nguvu zake. Yule atakuwa anatumia uwezo wake wa kibinadamu, atatokwa na jasho sana. Ni kama nyote mnapanda labda ghorofa kwenda juu, huyo akazunguka kupitia kwenye ngazi, lakini wewe ukapanda na lifti lift maanake, unatulia tu, unajiweka kwenye position, alafu unatulia lift inakupeleka juu. Sasa Mungu akasema kwamba ukimshirikisha Roho wake kwenye mambo unayofanya, jambo la kwanza, utakamilisha hicho unachokifanya, utaweka jiwe la mwisho. Na ukija kuweka jiwe la mwisho, hautaliweka kwa nguvu zako. Itakuwa ni neema, ni upendeleo, ni kibali. Neema ni kuwezeshwa yaani wewe umewezeshwa, sio kwamba eti umewekwa kwa nguvu zako. Hapana, kama ukiweka kwa nguvu zako hautamaliza kwa vigeregere, utamaliza kwa uchovu, kwa sababu umefanya umetumia nguvu umetumia uwezo wako, sasa umechoka, umemaliza kazi. Mungu amalizaji kazi kwa kuchoka. Hata Biblia inatuambia kwenye ule uumbaji wa siku sita, ile siku ya saba Mungu hakupumzika kwa sababu amechoka. Wa wanadamu tunapumzika kwa sababu tumechoka tu. Mungu alipumzika kwa sababu kazi imeisha. Yeye ni Mungu wa milele, hachoki wala nguvu zake hazipungui. Kitabu cha Isaya, Isaya 40 inatuambia hivyo. Kwa hiyo hapa maanake ukimalizia kwa vigelegele maanake umemaliza kwa shangwe. Unajua kuna watu wanafanya kazi sehemu fulani, wakija kumaliza wanalaumiana kwamba wewe ulikuwa unatutegea wewe ulikuwa ufanya hivi na hivi, yani kazi inaisha, lakini watu wameumana, wamekuwa ruzana, ni hawamalizi vizuri kazi. Sawa, imekamilika lakini huyu anamsema huyu vibaya, huyu ameonewa, huyu amedhulumiwa, huyu hivi na hivi, lakini yote kwa yote kazi imeisha. Kwa hiyo wanamaliza kazi lakini sio kwa vigelegele. Kwa nini? Hawakumshirikisha roho wa Bwana, walitumia uwezo wao na nguvu zao wanaomshirikisha Roho wa Mungu, Biblia inatuambia hapa kwamba wanamaliza kwa vigelegele, kwa vigelegele, afu vigelegele vya neema. Maana yake, yani hawakustahili, jambo la kwanza, wamestahilishwa. Mungu amewapatia neema, Mungu amewasaidia. Mungu ndiye aliyekuwa akifanya kupitia wao. Mtume Paulo naye kwenye nyaraka zake kuna sehemu anasema, jamani, mimi nimefanya vyema, nimefanya vizuri, nimefanya kwa bidii, nimefanya kazi kubwa kuliko mitume wengine, na aliwataja majina pale kwamba kuliko Yakobo kuliko Yohana kuliko Petro au watatu. Paulo akawataja kwa majina, lakini akasema ijapokuwa watu ni nguzo katika kanisa, tena amewaheshimu akawaita nguzo, lakini akasema, jamani, mimi neema ya Mungu ilikuwa pamoja na mimi, nimefanya kazi kuliko hao wote au wote manake hao watatu wakubwa waliokuwa nguzo. Paulo anasema nimefanya kazi kupita wao wote. Paulo hakuishia hapo, akamalizia kwa kusema jamani, lakini sio mimi, ni neema ya Mungu pamoja na mimi, neema ya Mungu pamoja na mimi. Maanake neema ya Mungu ilinisaidia, iliniwezesha katikati ya madhaifu katikati ya mambo magumu, nimeona neema ya Mungu ikinisaidia. E, kwa hiyo Biblia hapa inatuonyesha kabisa, ukimshirikisha Roho wa Mungu utamaliza kazi, haijalishi mlima ni mkubwa kiasi gani. Wapo ambao walishapitia milima mikubwa kuliko ya kwako na wakapita mbele, na Mungu aliwasaidia kwa neema, sio kwa nguvu zao, no, sio kwa uwezo wao, ni kwa Roho wa Bwana. Alafu hapa mstari wa saba ndio wanatuambia ni kwa neema, tena neema imetajwa mara mbili, maanake uweke jicho lako vizuri, kumbuka ni neema, neema maanake ni kitu ambacho haustahili wewe. Ingebidi uhangaike, ingebidi uteseke, ingebidi upite kwenye shida zote ambazo wengine walizipitia huko. Lakini kuna wakati unapita kama kwenye moto, unasema huu ni moto au ni maji moto? Haukunguzi, unapita kwenye garika, unasema hili ni garika au ni upepo tu? Garika haikumezi, unashangaa. Neema ya Mungu inapokuvusha, unakwenda mpaka mwisho, unaweka jiwe la mwisho kwa vigelegele. Yes, Mungu anatamani tumalize kwa vigelegele, sio tumalize. Unaona, hata wale wanaochezaga mieleka wanapigana, wana wanasukumana huku na huku, wanakwenda hivi na hivi. Kwa hiyo kuna wakati mtu anakuwa ameshapigwa, ameshapigwa, lakini dakika ya mwisho anambahatisha yule mpinzani wake anamshinda. Kwa hiyo hata refari akija kumuinua, anamuinua hivi mkono mmoja uko hivi juu refari anamshika anasema jamani huyu ndo mshindi wetu. Lakini mshindi mwenyewe amechoka. Mshindi mwenyewe ameshapigwa. Mshindi mwenyewe yuko hoi bintaban. Eti huyo ndo mshindi. Sasa kwa Mungu atushindi kwa namna hiyo. Hapa Biblia inasema kwamba kazi tutaimaliza kwa vigeregere. Yaani unashinda ni kama vile ulikuwa unaanza. Anasema eh, hey, huyu anaanza kupambana au ndo anamaliza? Ndo maana hata kwenye kitabu cha Waefeso kule mwishoni, wakati anaelezea vita vya kiroho kwenye sura ya sita, akasema baada ya kuyatimiza yote kusimama, baada ya kuyatimiza yote kusimama. Yani tukishindana vita nini na nini, baada ya yote tunakuwa tumesimama, sio kwamba unamaliza vita umechoka, umelala hapo, yani unakaribia kukata roho, lakini basi tu unamshukuru Mungu, hivyo hivyo umeshinda. Ah, sio vya hivyo hivyo, hivyo. Utembee na Roho wa Bwana, Roho Mtakatifu akikushika mkono, hautashinda vya hivyo hivyo. Wewe ni zaidi ya mshindi. Wewe sio mshindi, wewe ni zaidi ya mshindi ndivyo neno la Mungu linavyotuambia. Kwa hiyo muamini Roho Mtakatifu, atakusaidia atakupigania. Kwa hiyo uh, siku ya leo ninapomalizia, natamani ni kuache na maombi haya, ili neema ya Mungu ikuwezeshe, neema ya Mungu ikupiganie, uweze kushinda vizuri kabisa kwenye kila hatua ya maisha yako. Basi naomba nikuombee. Mungu wangu na Baba yangu katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu mkuu na ni Mungu unayeweza, sifa zote na heshima na utukufu na kurudishia wewe, kwa sababu ni Mungu mkuu. Asante Bwana kwa sababu wewe ndiwe unayetaka tumshirikishe Roho wako Mtakatifu katika kila jambo tunalolifanya kwenye maisha yetu. Tusitumie akili za kibinadamu peke yake bila kukushirikisha wewe. Tusitumie nguvu zetu peke yake bila kukushirikisha wewe. Maana Bwana umesema si kwa uwezo wala si kwa nguvu bali ni kwa roho wangu, asema Bwana. Bwana, unatamani tutembee na roho wako katika kila hatua ya maisha yetu. Nami ninamwombea mtazamaji huyu anayesikiliza kutokea popote pale, katika jina la Yesu Kristo ukamwezeshe Bwana, ukamsaidie kukusikiliza wewe, kutembea pamoja na wewe, kumshirikisha Roho Mtakatifu katika changamoto zozote tunazozipitia, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu tukakushirikishe kwa sababu Bwana, neno lako linasema tusijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kuomba na kushukuru haja zetu zijulikane na Mungu na Bwana. Ninamwombea mtazamaji huyu anayesikiliza ukampatie neema ya kukushirikisha kila jambo, ukamsaidie Bwana, ukamvushe, ukamtetee, ukampiganie. Uenda wengine hali walizonazo wanaona kabisa kwamba kuna mlima mkubwa mbele yao, majaribu yaliyoko mbele yao ni kubwa sana bwana Yesu, ninawaombea neema yako katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, riko ramosaka ramashaka ramandire kondara kuraba ribo seke reko ramasiki katika jina la Yesu Kristo, ukawawezeshe Bwana, ukawasaidie. O ule mlima ukawe kama eneo tambarare, mlima usionekane mlima tena, kwa sababu roho Bwana utawatia nguvu, utawawezesha katika jina Yesu Kristo, ambapo Bwana, kuna uwezekano wa kuondoa mlima, ukauondoe. Ambapo hakuna uwezekano, ukawatie nguvu, wakapande mlima kama vile wanatembea kwenye nchi tambarare, katika jina la Yesu Kristo. Bila nguvu zako hawataweza. Bwana Yesu, watetee Bwana Yesu, wapiganie Bwana Yesu, wasaidie katika jina la Yesu Kristo. Ukawajaze na Roho wako Mtakatifu, akawaongoze katika yote, hata watakapokamilisha majukumu mbalimbali huduma walizonazo zikamilishe kwa vigelegele vya neema, neema siku zote za maisha yao, wakafike mwisho kwenye yale mambo ambayo wameanza. Wengine wana project mbalimbali, wengine wana miradi mbalimbali, wengine wana huduma za namna tofauti tofauti. Bwana Yesu kawasaidie kufika mwisho wa pale ulipo pakusudia, sifa na heshima na utukufu na kurudishia Bwana, kwa sababu utawawezesha, utawapigania, utawapungukia wala kuwaacha. Ni katika jina la Yesu nimeomba. Amini, amen. Basi amen, amen. Napenda nimtukuze Bwana Yesu kwa ajili ya siku njema ya leo ambayo umetupatia. Basi nikutakie wakati mwema tena, ambapo unaendelea na huduma au shughuli mbalimbali, majukumu mbalimbali ulionayo. Mungu akaendelee kukutia nguvu na kukuwezesha katika yote hayo. Basi ni hadi wakati mwingine. Kwa siku ya leo, ulikuwa pamoja nami Pastor Joseph Muttassa kutoka Rema Outreach Church. Mungu angu wa kubariki sana kwa heri.